Ni saa moja kamili, majira ni ya Afrika Mashariki mtazamaji, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe tisa Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hii ni taswira ya Al Shifaa TV. Kwanza tupate vidokezo. Jumba hatari la bomoleo kwa kulipuliwa jini Mombasa, msemaji wa familia inayomiliki nyumba iliyobomolewa toa tamko na wabunge wapimana nguvu. Mtazamaji, pia tumeweza kuandalia habari za kimataifa. Hujambo na karibu popote ulipo, mimi naitwa Joseph Lewa Jengo ambalo lililokuwa liko katika hatari ya kuanguka limeweza kulipuliwa na kubomolewa katika kaunti ya Mombasa. Ni ubomozi ambao umetekelezwa chini ya usimamizi wa wanajeshi na maafisa wa kaunti ya Mombasa. Wakati wa ubomozi huo, usalama uliimarishwa eneo hilo kuhakikishwa kwamba mali za wenyeji zimelindwa ipasavyo, baada ya wakazi kutakiwa kuondoka kwenye makazi yao ili zoezi hilo lifanyike kama ilivyokuwa imeratibiwa bila kusababisha madhara yoyote. Wakati wa shughuli hiyo ulipuzi, ya ulipuzi, umeme umekatizwa katika maeneo ambayo yametajwa labda yangeathiri na mlipuko huo, na bila shaka jengo hilo la ghorofa tisa limekuwa likitajwa kuwa hatari kwa usalama wa wakazi wa kaunti ya Mombasa. Ikiwa naweza kusema yako, nimebarikiwa watu kuweza kusikiza mwito. Wale wachache ambao kwamba walikuwa na ukaidi, wale wachache ambao walikuwa na ukaidi pale tulikuwa sisi, ni takriban kilomita moja na tulisikia vitu vile ilivyokuwa. Sasa ilikoko kuna wengine ndo wakasababisha tuweze kuchelewa, mtu nyumba jirani ameamua yeye kukaa pale, muhimu apate zile likes tu, nyumba jirani. It would not have been ideal, tungelikuwa sahihi, tunazungumzia mambo mengine, tumeingelikuwa jambo tulikuwa tulianze kuanzia asubuhi, saa hii ni adhuhuri na lakini nitaomba, nawaomba, na nawaomba watu wote. Naam mtazamaji, karibu tena. Msemaji wa familia wenye jumba lililobomolewa katika kaunti ya Mombasa Irshad Sumra ametoa tamko akisema kwamba ni afueni kwa jumba hilo halijadhuru mtu yoyote katika harakati za kulipuliwa licha ya kwamba walitumia gharama kubwa kulijenga. Hata hivyo, amesema kwamba hatakubali aina yoyote ya vitisho akitaja kuwa mradi ulifanywa kulingana itifaki, na itifaki zilizohitajika na mamlaka husika kutoka serikalini.

Tukisalia kwenye suala hilo ni kwamba mwenyekiti wa uwezeshaji wa wanawake katika kaunti ya Mombasa Amina Abdalla ameitaka bodi inayosimamia maswala ya kupeana stakabadhi za uthibitisho wa ujenzi kuwa makini na kufuatilia maendeleo ya majumba hayo ambayo yameweza kujengwa. Wawe makini sana. Huu ni mchezo ambao umekuwa ukiendelea, si nyumba ya kwanza. Kuna nyumba ambazo saizi tumeona pia zikianguka mwaka jana eh? na mwaka juzi pia tumeshuhudia. Kwa hivyo wawe makini sana na approval zinazotoka kwa kaunti. Pia wale ndugu zetu ambao wako pale kwa kaunti wawe wanafuatilia hii mijengo, manake unajua unaweza approve na ukashika shughuli nyingine, kumbe kule wakati wakaenda wakafanya mambo ambayo sio. Kwa hivyo kuwe na inspection ya kila wakati katika nyumba hizi ambazo ni kubwa zinazoangaliwa, ambazo zinajengwa katika Mombasa County. Tumepoteza revenue kubwa sana leo kwanza, kwa, kwa wafanyabiashara wamepoteza, wameingia hasara pia, county government yenyewe pia hata national, kwa sababu kazi nyingi leo zimefungwa fungwa, watu hawajafanya kazi kabisa. Mtazamaji, kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kupitia kituo chako cha Al Shifa TV. Kumbuka unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale YouTube at Al Shifa Television Kenya. Kuna kitufe pale kimeandikwa subscribe, bila shaka una kibonyeza kinakupigia tick na utakuwa unapata habari, matukio mbalimbali yanayokuhusu mtazamaji wetu. Kumeshuhudiwa vuta ni kuvute katika bunge la kitaifa baada ya wa wabunge wawili kukosa kudhibiti ghadabu zao na kupigana hadharani. Wawili hao ni Umi Harun ambaye ni mbunge mteule wa chama cha ODM na mwenzake wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA Falhada Eman kutoka UDA walikabana na hata kugaragazana chini mbele ya waheshimiwa wenzao. Mwenzangu Paul Mkopi ameweza kuizamia taarifa hiyo na atakufahamisha yanayoweza kujiri, sikilizaji Ni mchana wa nipe nikupe katika majengo ya bunge la kitaifa baada ya wabunge Umi Harun na Falhada Eman kuweka kando heshima zao za uheshimiwa na kuvaa na vita, nusra kuvaa na nguo. Iliabidi maafisa wa usalama katika bunge hilo la kitaifa kuingilia kati na kuwatenganisha. Hata hivyo, haijabainika kilichosababisha vita kati ya bunge hao wa kike kupigana. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa mjibu wake amemchukulia hatua mheshimiwa Umi Harun kwa kumpiga marufuku wa siku tisini nje ya bunge hilo. Tukio hili linatokea siku chache baada ya wa wawakilishi wadi katika kaunti ya Machakos kupigana na kujeruhiana kundi hilo lal kundi hilo la wawakilishi wa wadi waliokuwa wakimuunga mkono spika wa kaunti Ann Kiosa na wale wa upande wa naibu wake Stephen Mwanthe walikabiliana kwa makonde na mateke na kutatiza shughuli za za, za, za bunge hilo. Inasemekana waliokuwa wakimuunga mkono naibu spika walikuwa na njama ya kumbandua madarakani spika wa Kiosa na kusababisha makabiliano hayo. Naam mtazamaji, tusonge mbele ambapo moja kwa moja tuangazie habari za kimataifa. Wamarekani walikuwa jela nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kwa kushiriki jaribio la mapinduzi wamekabidhiwa kwa nchi yao kufuatia mazungumzo ya ngazi za juu kati ya pande hizo mbili. Taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne Aprili na ofisi ya rais wa Kongo ilisema kuwa Wamarekani hao walikuwa wamekabidhiwa mikononi mwa mamlaka za nchi yao baada ya hukumu yao kubadilishwa kutoka adhabu ya kifo hadi adhabu ya kifungo cha maisha ambayo sasa watetumikia wakiwa kwenye nchi yao. Makubaliano ya kuwarejeshwa Marekani hao nyumbani yalifikiwa baada ya, ya mjumbe maalum wa rais Donald Trump kwa Afrika Masad Bolusa kufanya ziara nchini Congo kwa mazungumzo na rais nchini hiyo, ama rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Kuachiliwa kwao na kuja wakati wakiwa na majadiliano ya kina kati ya Washington na Kinshasa kuhusu ushirikiano kwenye uchimbaji wa madini katika taifa hilo tajiri kwa rasilimali barani Afrika. Kabla ya kuwasili kwake mjini Kinshasa, mjumbe huyo maalum wa, wa rais Trump alikuwa amemtolea wito rais Tshisekedi kuachia Wamarekani hao. Na mtazamaji, tuelekee viwanjani ambapo jana kulichezwa michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, ikiwa ni hatua robo fainali. Mechi ambayo ilikuwa mechi ya kwanza ilifuatiliwa kwa karibu zaidi, mechi ambayo vijana wa Mikel Arteta, maana ya Senali, waliweza kumwalika Real Madrid kutoka kule Hispania, mechi ambayo ilikamilika magoli matatu kwa bila goli lake Declan Basmatic Rice kama wanavyomwita aliweza kufunga magoli mawili kupitia mikwaju ya free kick, baadaye akamaliza shughuli Mikel Merino. Kwingineko mechi kati ya Bayern Munich na Inter Milan nainman, iliweza kukamilika magoli mawili kwa moja. Wageni waliweza kukosa utu na kumdhalilisha mwenyeji Bayern Munich. Magoli yake Frates vile vile na mchezaji Lautaro Martinez yalitosha kuhakikisha kwamba Bayern Munich inapoteza mkondo wa kwanza wakiwa nyumbani Allianz Arena. Naam, tuangazie mechi za leo ambapo mechi za klabu bingwa barani Ulaya zitaendelea ambapo majira ya saa nne usiku mabingwa wa Ufaransa PSG watamwalika Aston Villa kutoka Uingereza katika uwanja wao wa nyumbani Parc des Princes ikiwa ni robo fainali ya tatu ya michuano hiyo. Majira hayo hayo miambo ya soka nchini Hispania Barcelona itachuana na Borussia Dortmund ya Ujerumani. Ikumbukwe timu hizi mbili zimekutana mara tatu katika historia. Katika michuano hii Barcelona ikishinda mara mbili huku kushuhudiwa sare moja pekee. Mkondo wa pili wa mechi hizo mbili utachezwa wiki inayokuja mtazamaji. Kwa hivyo UEFA Champions League itakuwa inaendelea wiki inayokuja tushuhudie kindumbwe ndumbwe, nani atakuwa na penya kuelekea nusu fainali? Basi tutafahamu wiki inayokuja. So, dakta so, dakta kabisa mtazamaji, shukran za dhati kweli kweli kuhakikisha kwamba unatazama matangazo yetu ya Taswira ya Al Shifaa TV mwelekezi amekuwa ni Kennedy Baraka, vile vile nimeshirikiana na mwenzangu Paul Mkopi. Bragin Maina amekuwa mhariri wa matangazo haya, vile vile Jonathan Mwanzia. Mtazamaji, aliyekuwa nyuma ya kamera ni Diana Isabella, na kutakia usiku mwema mtazamaji, mimi naitwa Joseph Lewa, njozi njema zisizokuwa na majonzi kwaheri.